Wa kumi elfu mbili ishirini na nne watu wengi waliomba Green Card Lottery. Kwa wakati tukuwa tunawatangazia, na kwa sasa hivi tutakuja kuwaletea habari njema kwa mtu yote yule ambaye aliomba kipindi hicho. Kipindi hicho kila watu wengi walitupigia simu, wanapenda kufanya application yao ya DV Lottery. Wengine walisema hatukuweza kuwasaidia, tuliwasaidia. Yes, kwa sababu watu walikuwa wengi sana. By the way, ni habari zuri sana tunawaletea, kwa sababu mimi tuleo tumetoka website Enyewe ya DV Lottery. Na leo tuna kuhusu vitu ambavyo vinaenda kufuata for the next step na wewe usikisemea ya, ya maisha <laughs> Yaani wanasema ni next step ya maisha, kwa sababu kuchange maisha yako from the time you fanya application na hapo kwenye ulipo. So stay with us. Tunaenda kuwapatia results yote context, vitu gani vinahitajika ni vitu gani ambavyo vitaendelea mbele, na kwa nini unapaswa kuangalia video mwanzo mpaka mwisho. Watu wengi wanajua kama Donald Trump aliwahi kuwa anafunga programa za watu kuingia hapa Marekani, lakini hii programa moja hajazungumzia hata kitu kimoja. Unaweza kwa ukashangaa kwa nini hajazungumzia hii programa hata kitu kimoja. Ni sababu ni moja tu, ni kwa sababu watu ambao wanakuja na green card hawasumbuani sana. mm-hmm. Ni watu wasomi, watu ambao wanajiweza, watu ambao wanaweza kujitegemea.

DV lottery ni nini? Mm. Na kwa nini exist? Yeah. Uh, ndugu yangu ameongea sana kuhusu kwa nini hii kitu hitu ha, hakuna mtu, yani hakuna authority Marekani hajaongelea. Okay, watu wengi wako wanakuwa deported, wengine wako wanarudishwa nyumbani kwao, wengine wako wanawaambia programu tunakata misara tunakata but DV lottery sasa hivi ni kitu ambacho clean. Yaani, hakuna mtu hajazungumzia kwa sababu tunajua nini, wana, wana wanafanya vetting kubwa sana ambayo nalao watu wakuja Marekani ili waweze kuishi hapa kwa hata Americans yeah. So ni ni fursa kubwa sana ambayo watu wengi sana wanaapply. Tunakumbuka nakuusha kwamba mwaka jana tulisema almost up to 150 million wanaapply kila mwaka yeah, kwa hii program although wanatafuta tu 50,000 people. So unaweziea. Kwa nini? Kwa sababu it's a really an easy way asway kila mtu ambaye duniani kote yeah. application. Yes. Kwa wale watu wote ambao walijaza afomu zao mwaka mm -hmm. uliopita mwezi wa kumi mpaka mwezi wa kumi na moja mwanzoni 2024 wataweza kuangalia matokeo yao huyu mwezi wa tano unayokuja, tarehe tatu elfu mbili ishirini na tano na wataendelea kuangalia, kama hutapata muda, sio siku moja tu, mpaka mm -hmm. mwezi wa tisa elfu mbili ishirini na tano wanawapa yani, kuanzia mwezi wa tano mpaka mwezi wa tisa, kuanzia Mei mpaka Septemba unafusa kuweza kuangalia results zako. So the question inakuja nasema hivi utaangalia results zako wapi? Yes. Kwa wale wote ambao wamejaza <coughs> yeah. Utatembelea tovuti ambayo nataka kukwambia yeah. Ni dvprogram.state.gov. Utakuja kuiona hapo kwenye skrini, mm -hmm. Wakati huku unasikiliza hii video hiyo, ndio website pekee ambayo unaweza kutembelea kwa kuangalia kama umechaguliwa. Na wakati utaenda kuangalia kama umechaguliwa, yes, utaweza kutia jina lako la mwisho, mm-hmm, yani family name ile last name, yeah, utatia mwaka wa kuzaliwa. mm -hmm. Natatia ile confirmation number ndio itakuja kuanza. mm -hmm. Yaani, ile confirmation number ambayo walikupatia wakati ulienda kuomba, utapaswa kutumikisha hiyo confirmation number kuangalia. Ni kitu cha kawaida, unaweza kaenda kwenye address ambazo ziko hapo kwenye mji ambapo unakaa kwa mm -hmm. wakuangalizia, au kama unajua una ndugu yako ako Ulaya, ako Marekani, Australia na sehemu zingine, anaweza kuangalizia kama umepatikana, ume, ume

Kwa makini, tunapomaliza hii video, but you have to know that inapasha kuwa inaandikiwa huko state.gov. Ingine website yoyote ni ya utapeli, na hiyo namba yako usiweke huko kwa sababu ni hatari. So uh, I mean mtu ameleza kuhusu mwaka kuzaliwa, kuweka namba yako ya uthibitisho ama confirmation number, jina la mwisho ama last name. So tunajiuliza kwamba how long unapasha keep ile confirmation number yako because kuna watu wengine wakishapata tu eh, nimeshinda

Yes. Ukishaona yes. Ukisha kama umepata bahati ya kuingia hapa Marekani, ile namba uibaki nayo kama vile ambavyo ndugu yangu amesema hapa, kwa sababu utapitia kwenye interview za kukuhoji, wajue kama wewe ni wewe mwenye mm -hmm. ulijaza zile fomu na vitu habari zote ambazo umetaya pale, unapaswa kuzichunga kama vile ambavyo amesema yeah. usione kama umeshinda au ukuje kupita unaanza kucelebrate yani, unaanza kusherekea mm -hmm. bila kuchunga information zake, kwa sababu exactly. zile ndo hapo sasa, tutakuwa tumeanza safari kwenye ambas, watakuja kuuliza kila kitu uliandika kwenye application yako, by the way, shout out Mama Adija kama unatuangalia, tulifanya video nzima kuhusu jinsi gani yani ni mama ambaye alitupatia fursa kuweza kuongea naye kuhusu, kuhusu, kuhusu DV lottery, alifanyaje mwanzo mpaka mwisho na jinsi gani mpaka ingia. Yes. So, tulifanyizia tunafanyizia na watu, tulifanyizia watu wengi mwaka huu. Unaweza unaweza maybe like Mama Adija unaweza kuwini hii DV lottery. Yes, so, yes, yes. Mama, popote ulipo tunasema shout out kabisa, na kama hujaangalia video tafadhali Click pale juu, juu, yes. Juu link uangalie step by step jinsi gani mtu ambaye aliweza kushinda DV lottery mm. Na kwa nini DV lottery ni fursa kubwa sana Aliku, mama liku, alikuja Marekani na yeye mume wake na toa zake watatu watu wengi ambao wanapuuzia sana especially watu wa East Africa yes. Na ndio maana Think Big Media tunasisitiza sana tunafanya tuna kwa mesaji ili watu waendelee kufanya application whenever there is possibility. Hii ni kitu ambayo inakuja kila mwaka by the way. Yes. ni kitu inakuja kila mwaka so, kila mwaka weka majina zako, usahau, maybe Mungu na Mungu anaweza kuchekea leo, nakutana mfanyeni na win na kuja Marekani. Yes. Tumeona na watu wengine wanalipa makopa tu wanasema hey, Marekani iko mbinguni sijui hicho kitu wanasema vitu vingi. Yeah. Uh, kuna watu ambao hawapendi kusikia mtu mwingine amefika sehemu nyingine, ile sehemu ya, yes. <laughs> yeah, no, hey. ya, ya upande mwingine wa dunia. Na wakati naye anataka kwenda ile sehemu anaanza kusema sio mbinguni sijui mna nini nini na nini. Baki na Marekani yenu, sisi tubaki na Afrika. Afrika by the way, ujue na sisi ni ya kwetu, na sisi tunakuja huko kwa sababu tulizaliwa huko kama hutaki shida <laughs> tutaendelea sasa jinsi gani ilivyo, yeah. Kama wewe unajikuta kufanikiwa kuchaguliwa huyu mwaka mm -hmm. Usikate tamaa, kumbuka hii ni bahati na nasibu, yaani ni kitu cha cha cha, cha tombora. Unaweza ukabahatika huyu mwaka ukakuja uka Marekani yeah. Unaweza kutobahatika, usikate tamaa unaweza ukacheza hata miaka miwili mitatu yes yes imani inaumba uh -huh. wakati wewe unakuwa na, na imani ya kusema mimi nataka nijaribu bahati yangu naone kama naweza kuenda yeah. nina uhakika utakuja kuenda tu umesema kama kuna mtu ambaye alichaguliwa baada ya miaka kumi na moja, na mtu nilikuwa nilimsaidia mara pili mara pili, yani ali apply mara pili, nikamsaidia hakuweza kubahatika. I think tulianza alianza for application in 2016. Yeah. 2016. He's he's my good friend. Na kama tuangalia shout out to him, sitasema jina lake hapa. Mm -hmm. Watu wengi wanamjua lakini ali apply almost 11 years. Akaendelea afanya mm -hmm. application. Yani hata kuna wengine wanaenda kwenye mechi zingine ili waweze kuongeza bahati. Alifanya hivyo. Sasa yeah, unaona bahati yako iko pale pale, pale. Mm -hmm. Usiwazie utakuja kuamka asubuhi mtu anagonga kwenye mlango wako, mm -hmm. eti funga mifuko yako ni kubebe. Hapana. mm -hmm. Unapaswa kutafuta, kumbuka, mtaka cha uvunguni sharti ainame. Yeah, kama unataka kuenda nje ya nchi kwa njia ambayo inaruhusiwa na sheria, mm -hmm. uitafute, kwa sababu kuna wengine wanatafuta hata kwenye njia ambazo siyo siyo siyo, siyo wako, sahihi. Wako narudishiwa sasa hivi wanarudishiwa, yes. unakuja kwenye kama uko uko na uko na vitambulisho kila kitu ni bahati yako kujaza watu wengine wanakuwa wanaogopa kutoa ile fees, unakuta mtu anamwambia utaipa dola mia mbili utaipa yes. dola mia tatu, mimi ni, ni kujaza hiyo fomu kuna wenye wanajaza hata kwenye dola moja mm -hmm. Anu, kuna wenye wanajaza kwa bure kuna wenye wanachaji hela yeah. inategemeana na wewe unaamini mtu gani akujazie kumbuka mtu akiwa anatafuta vitu vya kwenda Ulaya ana spend hela na hela yeah. yani moja kwa mwezi mwezi mmoja kwa mwaka ukasema yeah. na ukasave kama ni upesoko unasema, kila mwaka, kila mwaka, ni lazima niombe. I'm talking about watu ambao wanataka wakuje. Kuna watu wengine, yes, wanafurahi kama wale ndugu zetu ambao wanasema sisi tutabaki na America. Hakuna shida. Kuna watu ambao wanataka wakuje Marekani. By the way, Marekani ni nchi ambayo iko very powerful na economy kubwa na opportunity. Hakuna mtu mwenye haya kuja opportunity, kuja fanya kazi hapa ama kuishi hapa kwa sababu

sema ni mbinguni. mm -hmm. kwa mtu ambaye anajituma huku, yeah. ni mtu ambaye anaweza kutoboa haraka. kwa ule yote ambaye anakuwa anataka kuingia Marekani, mimi naweza kumwambia asikate tamaa, siku yake ipo. yes. Usikate tamaa, endelea kuomba, tuma application. Ukiangalia hivyo vitu vyote, ukijikuta katika watu ambao wamechaguliwa, process ndo zinaanza, unapaswa mm -hmm. kujaza fomu zingine ili uombe siku ya kwenda kufanya interview, utume document zako, uonyeshe si sponsor wako vitu vitu kama hivyo yeah. hivyo vitu. Kwa mtu ambaye ana ndugu zake huku Marekani au anajua mtu huku Marekani, ni rahisi sana kupata sponsor mm -hmm. kwa sababu sio mtu ambaye atakuja kukulipia vitu vyote yeye mm -hmm. Kumbuka, hakuna mtu ambaye anazaa mtoto hata akikuwa maskini akose nguo ya kumvalisha Yaani, watu wanajipuuzia na vitu kama hivyo, by the way, like, I really think kwa hiyo great opportunity ambayo ni bure, does not request any money. Ni opportunity ya kusema kwamba you don't need to have money ama ukuwa na status fulani ili uweze kufanya application ama uweze kucheck result yako. So the best way ni kuwa na ni kuwa na pima kila mwaka, ili siku moja na wewe maybe utatoboa, ndio unaweza kutoboa yes. So katika video ambayo sitakuja tuweze kusema you know what the next step kwa watu ambao hawakuchaguliwa na tutaweza kufanya tena tuangazia wakati unafika kuweza kufanya ni kufanya application. Muda ni huyu wa kuangalia matokeo, kama ukiona tarehe tatu mwezi wa tano inafika hiyo tarehe, unapaswa kuangalia matokeo yako, usikuje kuchelewa. Tunawapenda sana, usambaze hii video, tumia ndugu zako, rafiki zako na mama yako na watu wote, kwa sababu huwezi kujua ni nani anayetamani naye kuingia Marekani. mm -hmm. thank you so much, na kila siku tunasema hivi, Mungu awabariki.